Ile siku ile Nuhu, hata ile siku Nuhu ayo ingia katika safina, alipoingia ndani ya safina garika ikashuka, garika ilishuka ikawangamiza wote, ikaangamiza watu wote na kadhalika. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu tikisha tu pale, tunaki mambo ya soma. Maandiko yanasema ilivyokuwa siku za Nuhu watu walikuwa wakikula, wakikunywa, wakioa, wakioana. Ni kweli, si dhambi mtu kukula na kukunywa, si ni haki ya kiumbe yake? Mtu kuoa Biblia inasema kuliko wake tamaa afadhali woe. Lakini hawa watu walikula na kunywa kinyume cha Mwenyezi Mungu. siku zetu za mwisho, siku za Nuhu watu walikula na kukunywa kinyume cha Mungu, watu walioa na kuoana kinyume cha Injili. Na ndivyo ilivyo siku zetu, ya uzalendo ni siku sikukuu, watu wanakula na kunywa na kuoa na kuona kinyume cha neno la Mungu. Ni sawa, lakini unaambiwa utatokea wa ghafla na utapotea. Kitabu cha Warumi 1:16 inasema nini? Warumi 1:16 inasema nini? Warumi 1:16 ndio. Maandiko yanasema hivi. Anasemaje? Ah, kwa maana kwa maana sionei haya injili. Sionei haya injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu. Kwa sababu ni uwezo wa Mwenyezi Mungu. Uleta wokovu kwa kila aminie, uleta wokovu kwa kila aminie. Kwa Wayahudi kwanza, kwa Wayahudi kwanza na kwa Wayunani pia. Na kwa Wayunani pia tunaambiwa neno hili la Mungu ambao ni injili inaokoa Wayahudi ama watu walio ndani ya kanisa, watu ambao wameamini, na inaokoa Wayunani, watu ambao hawana dini, watu ambao hawajaamini. Kwa hiyo uwezo wa wokovu unatokana na neno la Mungu. Si ati leo hii unaambiwa siku ya Krismasi kwa Yesu atazaliwa ndani ya moyo wako. No. Uwezo wa Yesu kukaa ndani mwako unatoka kwa Injili, sio kwa siku ya Krismasi. Ili uweze kumpokea Yesu lazima uhubiriwe injili. Neno la Mungu ndilo linaokoa mwanadamu. Mwenye anaenda kanisa kila siku anategemea neno la Mungu, mwenye hajaenda na kanisani inafaa tegemee injili, neno la Mungu ambayo imekuwa na uwezo tunaambiwa Injili iko na uwezo wa kuokoa mwanadamu, lakini uwezo ule hauonekani kwa macho. Ni kama vile mbegu ya mahindi, ukinunua mbegu ya Kenya, si ndani ya hiyo mbegu kunakuwa na uwezo wa mungu wa kufanya ile mbegu imee? Nayo injili ndani yake iko na uwezo. Unapoisikiza, unapoifuatilia, inakupa uwezo wa kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Kwa hivyo sio unangojea siku ya Krismasi ndio yesu azaliwe ndani wa ya moyo wako, wapane. Yesu hawezi wa kutoshea ndani yako, lakini injili iko na uwezo wa kutoshea ndani yako. Ndani ya mawazo yako kuna uwezo wa injili. Kwa hivyo tujiandae, tusikize uwezo wa injili ndio tuweze kupokea wokovu. Kwa hivyo mchungaji anapojiandaa endelea kusikiza nyimbo ili tuweze kufurahia.